Ndege ya Air India aina ya Boeing 787 Dreamliner iliyokuwa ikielekea London Alhamisi hii imesababisha vifo vya zaidi ya watu mia mbili. Ndege hiyo iliyokuwa imebeba abiria na wafanyakazi 242 ilianguka muda mfupi baada ya kupaa kutoka Ahmedabad, magharibi mwa India, na kugonga bweni la madaktari katika chuo cha tiba cha BJ na hospitali yake. Abiria mmoja, Vishwash Kumar Ramesh raia wa Uingereza mwenye asili ya India ameokoka kimiujiza na anapatiwa matibabu katika hospitali ya eneo hilo. Ramesh aliyekuwa ameketi kwenye kiti namba kumi na moja a alieleza jinsi alivyonusurika: nilipopata fahamu, miili ilikuwa imetapakaa kila mahali, nilihofia sana, nilijinyanyua na kukimbia, mabaki ya ndege yalikuwa kila kona, alisimulia, akiwa kitandani ya hospitali. Inasemekana kuwa aliruka kutoka kwenye ndege wakati wa ajali, ingawa kaka yake aliyekuwa akisafiri naye bado hajapatikana. Kwa mujibu wa Air India, ndege hiyo ilikuwa njiani kuelekea London Gatwick ikiwa na raia 169 wa India, Waingereza hamsini na watatu, wa Reno wa saba na Mkanada mmoja. Sababu ya ajali bado haijajulikana, lakini video iliyokaguliwa na mchambuzi wa masuala ya anga Geoffrey Thomas ilionyesha ndege hiyo ikipaa kawaida kabla ya kupunguza mwendo angani kupoteza uwezo wa kuruka na kuanguka kwa moto mkubwa. Thomas alibainisha kuwa ndege hiyo haikuonekana kuwa na matatizo yoyote kabla ya kuanguka. Kamishna wa polisi wa Ahmedabad GS Malik alithibitisha upatikanaji wa miili 204 kutoka eneo la ajali ingawa bado haijajulikana kama wote walikuwa abiria au wakiwemo watu waliokuwa ardhini. Afisa mwandamizi wa polisi aliripoti kuwa ndege hiyo iligonga bweni na kusababisha uharibifu mkubwa. Shirikisho la vyama vya madaktari India, yani Federation of All India Medical Association, limesema kuwa wanafunzi hamsini hadi sitini wamelazwa hospitali, huku wanne au watano wakiwa hawajulikani walipo na wawili au watatu wakiwa chumba cha uangalizi maalum ICU zaidi ya hayo ndugu wa madaktari watatu hadi wanne hawajulikani walipo, huku mke wa daktari mmoja akikutwa amefariki. Katika hatua nyingine vile vile, mkurugenzi mtendaji wa Air India Kembo Wilson kupitia video ya mitandaoni alisema kuwa abiria waliojeruhiwa walikimbizwa hospitali na mamlaka za eneo hilo. tunaendelea kushirikiana kwa karibu na mamlaka kwenye shughuli zote za dharura kauli yake inaleta maswali iwapo kama kuna abiria wengine walionusurika zaidi ya Ramesh. Ajali hii ambayo ni tukio kubwa la kwanza kuwai kuhusisha Boeing 787 Dreamliner tangu iingie sokoni mwaka 2011 imesababisha taharuki duniani kote. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi alielezea huzuni yake kubwa kwa kusema, janga hili la Ahmedabad limetushangaza na kutuhuzunisha sana, ni la kuhuzunisha kupita maelezo. Kwa upande wao waziri wa mambo ya ndani Ahmed Shah na waziri wa mambo ya nje S Jaishankar na viongozi wengine pia walitoa rambirambi zao, huku vikosi vya msaada vikipelekwa haraka katika eneo la tukio. Naye mfalme Charles wa Uingereza na malkia Kamila wametoa rambirambi zao za dhati na kuwasifu huduma hudumu wa dharura kwa juhudi zao za kishujaa.